Mtume alivyotokezewa katika lile pango, hadithi ambayo ni mashuhuri, aliambiwa na Jibrili ambaye ni mwalimu wake, iqra. Akamwambia ma ana biqari, na mtume alikuwa ni assadiqu lmasduq, ni som, somaji, nitasoma nini. Alikuwa na jamvi aliyokuwa akiswalia mtume wetu Muhammad, lilichukuliwa akabanwa mara ya kwanza, baada akaachiliwa, akaambiwa haya, iqra, soma Akaambia ma ana biqari, ni som somaji. Akabanwa tena na lile jamvi mara ya pili, mpaka mara ya tatu. Mara ya tatu ndo akaambiwa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram. Pale pale mtume kwa taabu aliyoipata ya kubanwa na lile jamvi alihifadhi zile ayati haraka haraka kichwani kwake, lakini maisha yaliendelea, na hii twapata darasa kwamba hapa, wazazi sote, hapa ni wazazi, kuanzia walimu wote ni wazazi. Hebu isituume kuona kwamba watoto wetu wanaadhibiwa kwa ajili ya Qurani. Alianza kuadhibiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi alehi wasallam, angalia hawa wanaadhibiwa, kuonywa kwamba alifundishwa jana akazembea, anaonywa kidogo ili aweze kukumbuka aweze kutia himma, lakini mtume aliadhibiwa hata kabla hajasomeshwa. Yeye anaambiwa tu ikra, hasa nisome nini? Ikra, nisome nini wakati hujanisomesha? Akawa akibanwa ikra, nisome nini? Mi sio msomaji. Akabanwa mara ya pili na mara ya tatu. Hawa wanafundishwa, hakuna mwalimu ambaye ni mwenda wazimu atakurupuka kumwadhibu mtoto hajamsomesha. Yani leo umemfikisha darasani mtoto ndo mara ya kwanza Alafu mwalimu asemelete fimbo na mwadhibu, hata angefanya hivyo angefanya akifuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hapafanyi hivyo. Anaelekeza mtoto baadaye, anaonywa kushutuliwa, kuonesha kwamba ilmu ni jambo adhimu, ni jambo lisilokuwa na masihara. Isije ikafika pahala, mzazi etu, unaumia kuona mtoto wako ana anaadhibiwa na mwalimu, na mtoto kaja kulalamika kaadhibiwa eti na mwalimu na baba mama unakuja juu unafoka kwa ajili ya adhabu ile. Aliadhibiwa mtume kabla hajafunzwa Rasulullah, kuonesha kwamba alianza kuhifadhi yeye. Basi kila alikuwa akiletewa ayati zile, anajitahidi haraka haraka kuhifadhi, mpaka mola subhanahu wa taala akaja akamwonea huruma Mtume Muhammad kipenzi chake, akaja akamwambia Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumwona vile akipata shida kuhifadhi ile Qur'an, akamwambia sanuquriuka fala tansa illa ma shaa Allah, usipate shida ewe Muhammad, sisi tutakusomesha, halafu tukisha kusomesha hata ukitaka wewe usahau fala tansa hautosahau. Mtume akilikuwa kisomesho mara moja hasahau sanukuri uka fala tansa illa ma sha Allah, isipokuwa itafika pahala atakachokitaka mula usahau, utakuja kusahau. Sitaki niende sana huko, lakini kuna baadhi ya ayati al Mtume alisahaulishwa na Allah, zikawa zimebaki hukumu inafanya kazi katika ulimwengu kwa Waislamu, lakini ukiangalia katika msahafu haipo. Alisahaulishwa Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi laihi wasallam alianza kuihifadhi Mtume Muhammad, tumswalie Mtume Muhammad. Namna nyingine ya kuihifadhi Qur'ani ni hii ambayo iliofanyika kwa watoto wetu wao, Qur'ani iko katika vifua vyao. Naogopa thumma, kisha ogopa walohifadhi Qur'ani, hata ni mwanao pale nyumbani, mwogope sana kwa sababu ana kitu ambacho ni kitukufu ndani ya mwili wake, ana jambo ambalo, kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, inna Allah la yarfau, hakika Allah atawapandisha bihadha alqurani kwa qurani hii aqwaman, watu alafu wayadaa bihi akharina na wengine atawashusha chini. Kwa hiyo hiyo Qurani hawa wapewe nafasi zao, hawa waheshimiwe. Kuna baadhi ya mashekhe ambapo nakumbuka shekhe Ramadhani, Mungu amrehemu, pale mrahati alikuwa nao watoto wake, mmoja akiitwa Sheikh Wes, mwingine akiitwa Sheikh Abdul Qadir, wale alikuwa akiwatanguliza hata kwenye gari bila akipanda gari alamhum yule mjuzi wao wa kitabu cha Mwenyezi Mungu na anamuweka mbele. Haijalishi yeye ni baba ite akae mbele la anamuweka mbele. Haheshimu ule utoto bali anaheshimu kile ambacho alichonacho. Umswalie Bwana Mtume Muhammadin. Wapewe heshima yao hawa watoto. Kuhifadhi Qur'ani kwetu sisi ni jambo zito sana tofauti na kwa Mtume Muhammadin hawa watoto mpaka kufikia hadi hii wanasoma hii Qurani, anatajiwa aya anaondoka nayo jaribu. Ukurasa mmoja mimi naweza nikupa mwezi mzima, jamani, si watu wazima ambao mwezi mzima ujaribu ukurasa ule, alafu mwalimu aje asome kipande na wewe uendeleze umalizie. Ni shida kubwa lakini kwa qurani ilivyokuwa rahisi vile. Wanavyoanza ni ngumu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda inakuwa ni nyepesi kwa wao kwa sababu Qurani, kila unapoifuatilia na yenyewe inakufuata, kila unapoiacha na yenyewe unaiacha. Hawa wanayo Qurani. Na jingine la kukumbusha kwa hawa watoto ambao wanaohifadhi Qurani, hakuna kingine chochote ambacho kitakachokuwa kigumu baada ya Qurani kuingia kichwani. Tumswalie Bwana Mtume Muhammad. baadhi ya wazazi wako wanaosema Huyu mtoto akidili sana na Qurani shuleni atakuwa mzembe. Unajidanganya. Qurani inayobarka, Qurani inayo, Quran inayo nafahat ikikaa kichwani. Mchukulie Imam imamu Shafii radhiyallahu anhu. anu hafidha Quran, amehifadhi Qurani akiwa na miaka saba. Imamu Shafii kwa ile Qurani aliyohifadhi ilikuwa imefika pahala yeye, katika vitu akisomewa kitu mara moja ikishakaa kichwani mpaka siku inasemekana alikwenda kwa imamu Maliki, mwalimu wake, akaenda kusoma hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipofika pale, kaenda siku ya sikukuu, mtoto mwenye miaka tisa, akaenda siku ya sikukuu. Imamu Malik anamwambia vipi wewe, wewe uko katika furaha, unacheza, umekuja hapa nini? Akamwambia, nataka nisome. Kwa nini umekuja leo? Akamwambia, nimekuja leo kwa sababu najua lakafaraha, una nafasi leo hizi siku zingine unakuwa una shughuli nyingi, unasomesha watu wakubwa wakubwa mashekhe, nisingepata nafasi, nimekuja leo. Akamwambia unataka nini? Akamwambia uridu haditha rasulullah, nataka hadithi za mtume Muhammad. Imamu Malik aliingia akachukua kidaftari ambacho kilikuwa kina hadithi takriban 40 akampa, aka na wale wa zamani, kwa sababu lugha ya Kiarabu iko vizuri na wanaelewa tafsiri, anamkabidhi kile kitabu, soma mwenyewe au kama utanakili na kukabidhi ile riwaya ile wadiraya, anakuambia mimi hii nakukabidhi na na kupa ijaza, ruksa fanyia kazi. Alipewa kile kitabu ambacho kina hadithi takriban 40 alifunua ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, akamrudishia kile kitabu. Akamwambia vipi? Akamwambia laqad hafidhtuha, nisha kihifadhi. Aka tayari, akamwambia usimletee utani. Akamwambia laqad hafidhtuha, nishahifadhi Akaambia, unaweza ukasoma ni kusikiliza. Akamwambia, akawambia, naweza ikra hadith al-awwal, soma hadithi ya kwanza. Akasoma ya kwanza, ya mwisho mpaka ya arobaini. Imam Imamu Malik akashangaa, akaingia ndani, akaenda akachukua diwani akampatia. Alifunua kila akifunua anaondoka, mpaka mwisho limemalizika. Na alikuwa akifunua ukurasa huu, anaziba huu mwingine ili ahifadhi huu asipoziba atachanganya, yaani atahifadhi ule mstari mpaka atavukia ngambo kule. Sasa anaziba upande huu ili ahifadhi huko, akimaliza anaziba huko anahifadhi upande huu. Alihifadhi kwa siku moja hadithi nyingi sana. Imamu mwenyewe ndo akachoka, mwalimu kachoka, kaambia sasa, nenda rudi kesho. Akaona huyu mwanafunzi ni hatari. Akarudi tena, alivyorudi tena baadaye, sikukuu imeisha, wale mashekha wanakuja darasani wanampata mwalimu wao wa mwali. Hadithi ni Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu, miaka tisa. Barakati Qur'an, baraka ya Qurani. Usidanganye mtoto ukamjaza fikira za kwamba sijui masomo ya siku la hutoelewa. Wallahi, wafuatilieni hawa wasomi, wafuatilieni moja tu katika hawa vijana, wako vizuri sekula la hawa wako vizuri mno, bi barakati lquran, kwa baraka ya Quran mimi nisizungumze sana nikavuta muda, lakini hiki ambacho mnachokifanya wazazi cha kuwakusanya watoto kumkusanyia ustajabu ni jambo kubwa, na wallahi nikusifieni kwa sababu mimi ahkum bidhahiri, Sheikh Abdi, mimi na hukumu dhahiri eh, na hukumu dhahiri batini, naiacha katika chuo chenyewe, ndio kinajua kwamba pengine tuna mapungufu hapa na pale na pale, lakini kwa dhahiri namna ilivyoonesha hata hapa kwetu bado tuko nyuma sana, kwa jitihada ambazo wazazi walizozifanya pamoja na mwalimu pamoja na wanafunzi, kwa sababu katika usomaji ni watu watatu. Mzazi kwanza asimame vizuri kuhakikisha mtoto anaenda chuo, lakini asimame vizuri kuhakikisha mwalimu anatulia darasani. Ukisema kutulia, nadhani inaeleweka vizuri Mwalimu anakaa darasani akasomesha vizuri, kwa namna ambavyo inavyoonekana, mimi nikupeni hongera kwa hizi jitihada, wazazi. Lakini kama kuna mzazi ambaye anazepea na anaona ni jambo hili lisilokuwa ah, na maana, wallahi wewe unakosea kiasi kikubwa sana. Tutakuwa tunafanyaje kuhusiana na zile juzuu zinazochanika, chanika zile karatasi unakuta kama mfano hapo chuoni kwetu hapo mbele, unaweza kukuta kwenye lifuko limejaa limejaa limejaa nini, juzuu zile za Qurani, karatasi karatasi zile tunazipeleka wapi? Maneno ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tunayepeleka wapi? Tukaelezana tulichoelezana kwamba tuwepeleke sehemu husika, sehemu kadhaa. Lakini ni kwamba asijai kwenda shuleni nikakuta madaftari ambayo yanakusanywa sehemu au vitabu vile wanavyosomea watoto shuleni vimekusanywa sehemu ile moja, bali msikitini sehemu zile za majuzuu ziko, ambayo yalioharibika maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala. Ni nini? Ni kwa sababu hatuna ile heshima na ile kitabu cha Mwenyezi Mungu. Unakuta watoto mkoba waliokuja nao chuo ni mkoba wa hovi, na saa nyingine ni kimfuko kile cha rambo, juzuu imejikunja chini yani ndani pako juu, alafu juu ndio pako ndani. Yani mtoto vile akifunua ile juzuu anaipindua kama anapindua mkate, alafu ndo anasoma ile Qur'an. Wanunulieni mabegi hao watoto, kama yale yaleyale ya shuleni, wazazi wao na wakuombeni. Yani mtoto hebu pambana na nafsi yako kwamba begi la shule na begi la chuo saa ingine vilingane, sawa sawa. Sinaeleweka vizuri. La mwisho niseme kwamba Msidhani wazazi hamna malipo kwa hawa watoto, hiki mlichokifanya. Mtoto ukimfundisha Qur'an, ile Qur'an inaanza ile fadhila na wewe mzazi kabla ya yule mtoto, kwanza, kwa sababu pengine wengi wao hawabulughu, hawajafikia bale kufanya ile kazi kalamu kuandika, ikishakuja kufika kuanza kuandika sasa hapo Mwenyezi Mungu anategemea namna gani wazazi na walimu tulivyosimama kuwasomesha hawa watoto. Ikifika miaka saba, mtoto aamrishwe kufunga kuswali. Ikifika miaka kumi, apigwe juu ya kuto kufunga juu ya kuto kuswali. Baada ya hapo huko, baleghe kishafika baleghe, yeye na Mola wake. Lakini anapokuwa ule muda unamwamrisha anatekeleza yale ambayo unaomwamrisha, zile thawabu ni kwako wewe amesoma Qurani kama hao ambao wako chini ya bulughu, Qurani ni ile, thawabu zote ni kwa ajili yako wewe mzazi. Utavalishwa taji siku ya Kiyama la kwamba wewe unaye mtoto ambaye ulimfundisha akawa ni mwema na ni waladi salih, ambao ulomtengeneza akakufaa wewe huko akhira. Kwa hiyo usije ukadhani kwamba huna chochote na unafanya kitu tu ambacho kisichokuwa kina maana, na hilo sasa, ukitaka ujue ni pale utakapofumba macho Alafu kaonyeshwa zile amali matendo yako ambayo uliyotanguliza, mbele ya haki, ni yapi haya? ni ambayo ni haya, mojawapo ni hizi sadakatun jaria ambazo mlizoziacha, hizi elimu, waladun salih ambao mlowafundisha wakafika wakawa ni wema, wakakukumbukeni kesho akhera, mkitangulia mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Mimi so mzungumzaji sana jamani, siko fasaha na ndio maana, na namwomba na ustadhi, tulikuwa tunategemea Sheikh Walidi akaja hapa akatupa dawa Sheikh wetu mkoa. E, nadhani ni dhurufu za kimajukumu yake, lakini inshaallah tutamwombea ustadhi na kuombea washiriki wote wazazi wetu. Mwenyezi Mungu akukunjulieni riziki zenu ziwe wazi, na wale ambao walioshiriki kwa hali na mali kunyosha mikono yao, wallahi Mwenyezi Mungu awakunjulie riziki zaidi kuna moja kapita hapo kaniambia bwana vipi wewe ndio ustadi wako nikamwambia ndio kaambia naomba chukua namba yangu hii namba hebu unipigie simu tutaongea vizuri unaona bwana lakini mashindano haya mkubwa wa mashindano anaandani Ustadhi Abdu na wazazi hapo ile namba nimeichukua nimekuja kumkabidhi Ustadhi Abdu ataongea naye pengine akawa na msaada akayaboresha zaidi mwakani tena, yakakaa vizuri zaidi. Lakini ni watu ambao mfano wao kama hawa wana imani kwamba tukitoa hatupotezi kwa ajili ya Qur'ani. Wewe mtu anapita njia, anasimamisha kama ni gari lake, ana, anatoa namba zake kwamba atafutwe kama ana mchango wake wowote atoe. Sasa je, yes, sisi watoto wetu ambao wanaosoma hapa leo tuwazi kushika na mashati mpaka nini na nini kwa ajili ya Allah, jamani.